Mefika hapa kutoa salamu. E, ilikuwa bahati mbaya, ndugu, Mheshimiwa mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa Taifa hakuweza kupata nafasi ya kufika hapa. Kwa hiyo lakini kikubwa Mheshimiwa Mneki na mama amewapeni pole sana. E, hakupata nafasi kwa majukumu makubwa aliyokuwa nayo lakini alitamani sana afike. Sasa asubuhi ya leo amenikabidhi rambirambi nije nimletee mama, kwa nitamkabidhi kama alivyoniomba niifikishe. ni hayo tu, lakini kiukweli amewapeni pole sana. Kubwa tumjia hapa ni kutoa rambirambi na kutoa mkono wa pole kwa ndugu yetu kwa msiba mkubwa huu ambao umetufika, wa kuandikiwa na mzazi wake na mzazi wake. Kwa kweli ni mzazi wetu, na mara nyingi kila ninapokuja Tabora, bahati nzuri kwamba lazima nende kwa mzee kwenda mze, kumuona na kumwangalia, na kwa kweli amekuwa ni mimi, ni mlezi lakini kwa kweli yeye alikuwa mimi, ni mshauri wangu mkubwa sana na alikuwa muda mwingi nakwenda kupoteza kwake na mara nyingi wananiambia sasa, ah, mimi bwana naumwa lakini siwezi kuwacha wali. Uh, kwa hivyo, kila kati wanakumbuka. Kwa hivyo naapa pole, wastamilivu sana kwa msiba huu mkubwa. Mwenyezi Mungu ndivyo ametuleta na wakati anapoamua kutaka kutuchukua basi huwa anatuchukua, lakini kubwa zaidi ni kufata umrehe, kwanza tumrehemu na kila ukifika muda tumwombee dua, na pili Tuyafuate yale mema ambayo ametuachia na maelekezo, hapo ndio tunakwenda tunamwenzi yale mema yote, mazuri yote ambayo ameyafanya, tunayafanya na kuyatekeleza kwa msingi wote. Sasa mimi ninasema alivuke kichwa, mengi ameshaelezwa na viongozi wangu, kwa hiyo mimi nitaishia hapa tu. Tuendelee kuwa wastaamilivu na sala, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe hivyo, tuendelee na umoja wetu na udugu uwe pamoja. Kya ni dada yetu lakini kwa upande mwingine ni mama yetu. Yeye ndio anayekaa na mama, na yeye ndio alikuwa akimuuguza kwa muda mrefu mama. Kwa rambirambi imefika, nipelekee salamu nyingi sana, ninamfahamu hapa, hapa Tabora ni kwao, sisi ni ndugu zake kabisa. Natambua siku Mwenyezi Mungu akimwezesha kutembelea maeneo haya baada ya kupunguza shughuli atakuja na kutupa pole ana kwa ana. Mwenyezi Mungu ambariki sana na amrahisishie mambo yake inshallah. Tufikishie salamu zetu za shukrani kwa Mheshimiwa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Kweli alikuwa ni mwanafamilia mwenzetu na tuko naye na tumefarijika sana kwa kuja kutushika mkono kipindi hiki tunachopitia. Tunashukuru sana na nasema asante sana Mheshimiwa mkuu mkoa, lakini pia tunakushukuru wewe kwa uwepo wako wakati wote, kuwa karibu nasi kutushika mkono na katika uongozi wako na tunaomba usichoke, karibu sana wewe, ni mwanafamilia hapa na si familia, tutaendelea kupokea. Shukrani sana.